Wote mnaunga mkono haya nikisema no reforms, no election. No reforms. Hoja yetu ya nchi ni no reforms, no election. Kama hakuna mabadiliko ya, ya, ya sheria, hakuna uchaguzi sawa, sawa. Wakishupaza shingo wakishupaza shingo hakutakuwa na uchaguzi sawasawa sawa. tumekataa wizi wa uchaguzi sawa sawa. Wanatulazimisha tuibe? Tumekataa wizi wa uchaguzi sawasawa sawa. Wamempiga padri kitima kwa sababu anawaambia acheni wizi wa kura. Hawa watu wanaopiga viongozi wa dini, serikali hii imefitinika, haina baraka za Mungu. Wongo kweli? Serikali inayopiga mabadi yana baraka, inalaaniwa. Uongo kweli? Mungu awabariki sana, asanteni kwa kunisikiliza. Kiungeni chama chetu mkono, kipiganieni. Asanteni sana, Mamsela, turuhusuni tuendelee na mikutano mingine.